Kutoka katikati ya jiji la miamba Mwanza, Tanzania, safari ya takribani masaa manne, nikaingia kwenye mji unaounda wilaya ya Ukerewe katika almashauri ya mji wa Nansio, lakini baadaye nikafanikiwa kupata usafiri wa gari kutoka hapo, ni kilomita 35 tu kufika kwa ilipo bandari ya Kakukuru ambapo zinapatikana boti za abiria wanaoelekea katika visiwa vya Kamasi, Burubi, Siza, Izinga na hatimaye limewasili kwenye kisiwa cha Ghana. Lakini pia hapa nitakutana na viongozi wa timu zote, mashabiki wa timu zote, pamoja na wafanyabiashara wa eneo hili la Ghana ili kujua wananufaika vipi na mashindano haya, linapokuja swala la ndondo kwenye eneo hili la kisiwa cha Ghana. Mimi ni Dennis Kaseza William aka Machunda the Voice, nyuma ya kamera ni Felix Msita na hii ni Sharo TV. Bila shaka umewahi kusikia madomi ya stadium na ukajiuliza, ni nini madomi ya stadium? Ni kiwanja cha mpira wa miguu. Kiwanja hiki kinapatikana kwenye kisiwa cha Ghana, katika kitongoji cha Ghana Siza, kijiji cha Kamasi, kata ya Irangara, halmashauri ya wilaya ya Ukerewe. Katika kiwanja hiki yatapigwa mashindano ya mpira wa miguu mashindano ambayo yanajulikana kama Nyangasi Super Ndondo Cup 2025. Leo tumekuja hapa kwa ajili ya kujiridhisha na ukaguzi wa kiwanja hiki tayari kuelekea kwenye mashindano hayo ya Nyangasi Super Ndondo Cup 2025. Ni kwa endele endelea kuwa nasi. Hii ni Sharo TV, kiongozi habari za wakati. Ah, salama kabisa. tunatamani kukufahamu kwa majina. Ah, mimi kwa jina naitwa Emmanuel Simon James. Ni mwenyekiti wa timu ya chapakazi kwa hiyo nashukuru sana kwa kuja kwenu. Sisi kama chapakazi tumejiandaa vizuri, tuko vizuri kwa ajili ya kushiriki mashindano hayo. Kwa hiyo nadhani sisi, chochote kinachokuja mbele yetu, sisi tunakipokea. Chapakazi FC imekuwa ni timu tishio sana kwenye mashindano yanayokuwa yakifanyika hapa. Kama ambavyo nimetangulia kusema, mwaka 2024 mmechukua kombe hapa dhidi ya wapinzani wenu Simba wa UDFC, lakini kwa mwaka huu sasa Simba wa UDFC hajathibitisha bado kushiriki kwenye mashindano. Mnadhani mtakuwa na ile passion mliokuwa nayo mwaka 2024 ama imepungua? Ah, sisi fokasi yetu iko pale pale, kwa sababu ni timu ambayo ina uwezo, ni timu ambayo viongozi wake wanajiweza. Kwa hiyo sisi kuwa washindi haimaanishi kwamba tulibebwa au vipi, isipokuwa ni uwezo wa wachezaji tuliokuwa nao ndio walisababisha tukachukua kombe mshindani wenu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Wizingi FC unakumbuka, aliwahi kuchukua kombe hapa kwenye kiwanja hiki, na mwaka huu ni kati ya timu ambazo ni timu tishio sana kwenye mashindano haya na amekwisha kuthibitisha kushiriki, lakini pia Sangare FC ambao pia wamewahi kuwa mabingwa kwenye viwanja vya pale Kamasi na wao wamethibitisha kushiriki. Unadhani ni timu ipi kati ya hizo ambazo zimethibitisha kushiriki inayokupa hofu zaidi wewe kuelekea kwenye, kwenye mashindano mpira wa miguu Huwa unavyokuwa umejiandaa ndivyo utavyopata matokeo. Kwa hiyo yani, jina la timu au timu kujiandaa inategemeana wewe kama mwenye timu umejiandaa vipi na timu yako. Kwa hiyo mimi naamini timu yangu ni bora, atakuja mbele yangu nitamwadhibu. Tumemsikia mwenyekiti wa Chapa Kazi FC akithibitisha hapa kwamba wao tayari ni washiriki wa mashindano ya Nyangasi Super Ndondo Cup 2025. Hapa niko na kiongozi wa timu pamoja na wachezaji ambao wanaunda kikosi cha Boys FC. Kiongozi atatuthibitishia sasa kwamba wamejipanga vipi kuelekea kwenye mashindano, lakini kabla yote tutafahamu yeye ana nafasi gani kwenye timu ya Boys FC. Kiongozi, habari za wakati? Salama kabisa. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha mpaka kuwepo hii leo make atukutarajie uzima wake Mungu mpaka leo kwa sasa tupo, lakini pia mimi ni captain wa timu ya Boys FC ambayo ipo katika kisiwa hiki cha Ghana. Kwanza katika haya mashindano, tunapenda kwanza kumshukuru mwandaaji ameweza kujua kwamba bado kuna fursa katika kisiwa chetu na kuweza kutuletea ndondo. Lakini pia katika mashindano haya tumejipanga kikamilifu kweli, ili kusudi tuweze kufika fainali na tuweze kumchukua ng'ombe mnyama, na pia nipende kuhakikishia kwamba kwa mashabiki wote watakaojitokeza katika ndondo hii Boys ipo na Boys iko mstari wa mbele na mashabiki wake ili kuweza kuchukua ng'ombe mnyama. Kapteni, mmeshiriki kwenye mashindano tofauti tofauti kwenye kisiwa hiki, ukiachilia mbali haya yanayokuja, lakini mwaka 2023 hapa mlipoteza kombe mbele ya mashabiki wenu ambao waliwaamini sana, unawahidi nini mashabiki hao? Lakini pia msimu mjana, mwaka 2024, mmepoteza katika hatua ya mapema tu ya nusu fainali, kipi unawahidi mashabiki wa Boys FC? Ah, uh, ninachowahidi kwa mashabiki wasivunjike moyo bali waendelee kutupa moyo, maana mashabiki ndo wanatupa ile motisha ya wachezaji wanapokuwa uwanjani, wana uwezo wa kucheza vizuri kwa sababu ya mashabiki. Kwa hiyo napenda kuwaahidi mashabiki kwamba waendelee kutupa moyo na tuendelee kupambana nao. Kombe tunalitaka, hii fainali tunaitaka, lakini pia kwa mchezo tulio poteza 2023 zidi ya Izinga na hisi ni makosa madogo madogo, na yale makosa tushafanyia kazi na hisi kutakuwa hamna shida tena. Hii ndondo itakuwa ni ndondo kubwa sana, wenda ikawa ni ndondo ambayo itakuwa na manufaa zaidi kuliko zile mbili zilizopita. Boys FC wao tayari wamethibitisha kushiriki kwenye mashindano haya na wameahidi makubwa hapa, na wanasema laundi yeah hii eh, mnyama anabaki ndani ya timu timu ya Boys na ushindi unabaki kwenye kisiwa cha Ghana, kama ambavyo wamezoea kufika finali miaka yote, na raundi hii watahakikisha wanafika finali hii. Hapo ni Nyangasi kata, ni pap. Njoeni tukutane wote kwenye Ndondo Cup Nyangasi Cup, hapo ndani ya Ghana hii hapa. Tunafanya tunawakilisha kila kitu jamani, njoeni wote ucheki fani za vijana tunavyofanya kila siku hii kanda ya Ziwa. Msie karemia eti mkaka Dar es Salaam kwa na sisi tuko huko visiwani, bara na visiwani, tunafanya mambo. Michezo kwetu ni burudani. Jamani, tunaomba washabiki mje kwa wingi, kwa sababu mchezo ni burudani. Mwe wengi ili tuweze kukuza timu yetu, kwa sababu timu lazima iwe na washabiki ili waweze kufurahisha timu ili na watu wengi waenjoi. Na ninaipenda sana Ghana kwa sababu ni sehemu ya amani, ni sehemu ya starehe, alafu pia kuna upepo mzuri na kuna mechi tunahitaji zije tuburudishe sana. Harubingo ni moja ya mitaa ambayo iko kwenye kisiwa hiki cha Ghana, mahali ambapo mashindano yatafanyikia kwenye kitovu chenyewe. Niko na mashabiki wengi hapa kama unavyowaona, tutapiga stori na shabiki wa kila timu atueleze wao wamejiandaa vipi kuelekea kwenye mashindano. Brother, habari za wakati? Ni nzuri. Mambo yanasemaje? Mambo poa. Shabiki wa timu gani wewe ni? Shabiki wa timu ya, chapakazi. Chapakazi. Yeah. Chapakazi haijawahi kuchukua kombe hata moja, wanasema chapa kazi yani hiyo ni timu yenye, yenye historia <laughs> yake, ni ipi imewahi kuchukua kombe? historia yake hao, yani ni ndo mabingwa watetezi, walio... mabingwa watetezi. Yeah, e, wali... umejiandaje sasa kipindi hiki? Yani sisi tunaamini ya kuwa kipindi hiki tena tutachukua kombe kama tulivyofanya, yeah. msimu ulioisha. unaweza kuitoa Ghana Star kwenye mashindano? wale Ghana Star, yani kwetu ni watu watoto. Ukikutana yeah. Watoto wale, wale wote wanatujua yani wanaujua mziki wa, wa Chapakazi. Chapakazi ni noma. Chapakazi hiyo yani ni timu ya kimataifa mambo vipi? Safi. Shabiki wa timu gani wewe? Chapakazi? Chapakazi. Ndio. Mko wengi hapa. Yeah. Kwa sababu ni timu bingwa. Mnahakikisha na, na mwaka huu mnachukua. Yani wina... ni hatari. Ni hatari kabisa. Anakula na chapati. Nichukue kidogo. Aha, mambo vipi? Shabiki wa timu gani wewe? Mimi. Mm. Chapa kazi. Chapa kazi. Inaonekana mtaa mashabiki wote ni wa chapa kazi. Mimi mimi sio shabiki, ni mchezaji wa wa chapa chapa kazi. kazi? Wewe ni e, ni mchezaji mchezaji. mimi Mimi Unaifahamu Unaifahamu Izinga Izinga FC? Ghana. Uko tayari tayari. tayari. kushindana nao? Yaani niko niko sasa hivi tukiingia uwanjani mashindano ya Nyangasi Super Ndondo Cup? kushindana nao? Unaifahamu Mbele yangu hapa ni wafanyabiashara wanaozunguka uwanja huu wa hu Tunatamani kufahamu wao kama wafanyabiashara ambao wanazunguka uwanja huu, ni mambo gani wao wananufaika nayo yanapokuja suala la mashindano kwenye viwanja hivi, kama ambavyo tunafahamu mwaka huu welfare... Tano, kuna mashindano makubwa sana, yanatarajiwa kuanza kufanyika hapa. Baza mambo vipi? Bwana safi, wenye unayafahamu mashindano ya Nyangasi Super Ndondo Cup? Eh, nayafahamu ndio, bosi wangu. Yanapokuja mashindano kwenye viwanja hivi vya Madomi Stadium, wewe kama mfanyabiashara unanufaika vipi na mashindano hayo? Ah, huwa ni mambo mengi yanufaika, ikiwemo pia na watu kuongezeka, kwa hiyo katika masuala ya biashara yangu najikuta wateja wanakuwa ni wengi, kwa hiyo najikuta biashara inakuwa na uchangamfu. Chapa kazi. Shabiki wa chapakazi, watu wa kazi hawa waliwahi kuwa mabingwa mwaka na 24 na... kwenye kiwanja hiki hiki cha Madomi ya Sadia, mdada wewe unayafahamu vizuri mashindano ya mpira wa miguu yanapokuja kwenye viwanja hivi, nyinyi kama wafanyabiashara kwenye eneo hili, mnanufaika vipi na mashindano hayo? Tunanufaika kwa sababu anakuja watu mbalimbali, kwa hiyo biashara inakuwa inaenda kwa haraka haraka. Na mnayafurahia mashindano? Ndio. Umejipanga vipi sasa, utashuhudia michezo yote itakayopigwa kwenye kiwanja cha Madomi ya Stadia? Ndiyo, ntashuhudia. Kwa nini uwanja huu uliitwa Madomia Stadium? Brother habari za asubuhi. Salama. Mambo yanasemaje? Mambo yanaenda , yanasemaje. Nimeambiwa wewe ni katibu wa mashindano ya Nyangasi Ndondo Cup. Ndio, ndio, ndio. Kamati imejiandaa vipi na mashindano sasa? Kamati iko vizuri kabisa. Wewe ni mwenyeji kabisa wa maeneo haya ya Ghana. Nilitamani kufahamu jina Madomia Stadium, asili yake ni nini? Na kwa nini uwanja huu uliitwa Madomia Stadium? Sio kwamba mimi ni mwenyeji mzaliwa. Sawa, sawa. E, kuhusu jina la Madomia Stadium ni kwamba ndo chifu ndo alikuwa kiongozi wa eneo hili, kwa hiyo wakazi wakaona, wa Ghana wakaona waendelee kumwenzi, wakampa jina uwanja huu wakampa jina la, la Madomia Stadium. Ukisema Madomia Stadium hakikisha mbele unaweka neno chifu. Madomia Stadium Katibu tunakushukuru sana, asante sana. Sisi tumejipanga kuja kurusha mashindano haya mwanzo mwisho, kwenye hatua zote ambazo zitakuwa zinaendelea, na tunatarajia mtupe ushirikiano wa kutosha, kwa sababu mashindano haya ni makubwa zaidi ya yale ambayo yamewahi kutokea. Unawaahidi nini mashabiki watakaofika kwenye michezo yote kwa ajili ya kushuhudia mashindano haya? Ah, nawaahidi kwamba waje washuhudie mashindano yako vizuri, timu zimeshamiminika. Mama, habari za saizi? Salama, ujambo. Si jambo kabisa mama, wacha mawe. Wacha tata. Aa, viazi unauza bei gani? Viazi nauza elfu moja fungu kwa elfu mbili mbili. Elfu moja fungu kwa elfu mbili mbili. Vitamu kabisa. Ni vitamu kweli kweli. Eh, unayafahamu mashindano ya Nyangasi Ndondo Cup? Nayafahamu vizuri sana. Mmejipanga vipi na mashindano nyinyi wafanyabiashara? Tumejipanga kuyapokea kwa shangwe na furaha zote. Huwa mnanufaika na nini anapokuja mashindano kwenye uwanja? Sawa sawa. Wewe ni shabiki wa timu gani kwenye timu zilizoko hapa Ghana? Mimi ni mshabiki wa timu moja inaitwa Chapa Kazi Vijana. Huyu wa, vijana. Vijana. Mm. <laughs> <Maradona. laughs> wa nyumbani kabisa. Sasa hapa kuna mashindano yanakaribia kufanyika kwenye uwanja wa Madela Stadium, kama ilivyo miaka yote, nyinyi wa wafanyebiashara biashara wa mnanufaika nini kwenye mashindano haya yanapokuwa yamejitokeza kwenye viwanja hivi? tunanufaika na kuangalia kuangalia fursa za kibiashara. Zinakwendaje? Zinaenda vizuri, wateja wanaongezeka sana. Mnayafurahia mashindano? Tunafurahia. Tutarajie nini sasa? Wewe ni shabiki wa timu gani kwenye timu za hapa kisiwani? Ghana Star. Ghana Star. Wamewahi kuchukua ng'ombe kule Murutilima, mwaka huu pia mtachukua. Mama ana furaha kweli kweli anapoisikia Ghana Star. Ukitaka kufika kwenye uwanja wa Madomi ya Stadium, kisha shuka tu kwenye chombo cha usafiri, unanyosha moja kwa moja na barabara ya Machinga na unaingia kwenye uwanja wa Madomi ya Stadium. Ukija kwenye mazingira ya kisiwa hiki cha Ghana, kama wewe ni mtu wa burudani, hujakutana na makabila hujakutana na burudani brother. Mambo vipi? Mambo safi. Watazamaji wetu wangependa kwanza kukufahamu. Mimi kwa majina najulikana kwa jina la Makabila Musa, ni mfanyabiashara mazingira ya Ghana kisiwani. Hey, wewe ni shabiki wa timu gani kwenye timu zilizoko hapa kwenye mashindano haya Nyangasi Ndondo kabisa kwa hapa Gana? Mimi nashabikia timu ya, ya Gana Star. Kaka, habari za wakati huu? Salama kabisa. wewe ni shabiki wa timu gani? Uh, mi shabiki wa Gana Star. wewe ni shabiki wa Gana Star? Aha, inaonekana hapa ndio kwenye ngome ya go ya Gana ya Star, yaani ee. huku ni wapenzi wa Gana Star. vibaya sana, mmejipanga vipi kuelekea kwenye mashindano? Uh, msimu huu tumejipanga vizuri sana, na viongozi wako makini, wameshafanya usajili, kwa hiyo telimu hii tuna, tuna imani sana na timu yetu, tutasonga mbele hii. Leo nimetembelea kwenye kisiwa cha Ghana nimekuja kukutana na mashabiki wa timu tofauti tofauti pamoja na wafanyabiashara wanaofanyabiashara pembezoni mwa uwanja wa Madomi ya Stadium. Dada, habari za wakati? Salamu. Mambo yanasemaje? Poa kabisa wewe ni shabiki wa timu gani kwenye mashindano haya Nyangasi Ndondo Cup? Lady Star. Shabiki wa Lady Star. Yeah. Lady Star timu kubwa hapa Ghana. mm -hmm. Ni kweli? Eh, ni kweli. Lakini wanasema haijawahi kuchukua ubingu itachukua tu hata kama ijawahi. Aha, wewe unafanya biashara gani hapa kwenye kisi kisiwa hiki? Kwenye hiki kisiwa nauza duka. yanapokuja mashindano kwenye eneo lenu hapa ya mpira wa miguu, nyinyi kama wafanya biashara, mnanufaika vipi na mashindano hayo? Kwanza unakuta mchangamano wa watu n yani ni mwingi, kwa hiyo tunapata wepesi wa kuingiza hela, yani tunakuwa tunaingiza kwa wingi wingi sana. Okay. Brother mambo vipi Chali? Wewe ni shabiki wa timu gani kwenye mashindano haya? Shabiki wa Red Star. Inaonekana hapa ndipo kwenye ngome kubwa Red Star. Ndio, Red Star hamjawahi kuchukua kombe lolote kwenye mashindano yote ambayo yamefanyika hapa. Laundi hii mnaweleza nini mashabiki, au nyinyi wenyewe mashabiki mmejipangaje? Sisi kama mashabiki tumejipanga vizuri ili kuhakikisha tunaweza kuchukua kombe msimu huu, make msimu jana tulishindwa kuchukua kombe kutokana na sababu zi ndogo ndogo zilizosababisha, ila viongozi wamejipanga vizuri kuchukua, tuweze kufanikisha kuchukua kombe msimu huu, mashabiki wenzangu wawatarajie. Eli, hii ni ngome ya Red Star lakini katikati ya hii ngome ni kweli kwamba hakuna shabiki mwingine wa timu yoyote dada. Mambo vipi? Poa. sauti kama nyoka yuko pangoni. <laughs> Dada wewe ni shabiki wa timu gani kwenye mashindano haya Nyangasi Ndondo? Chapakazi. Shabiki wa Chapakazi. Chapakazi wamewahi kuchukua kombe kwenye uwanja wa Madomi ya Stadium? Ndiyo. mliufurahia ushindi huo? Ndiyo. mwaka huu mmejipangaje sasa kwenye mashindano Tumejipanga tunachukua mbele ligin. wewe unafanya biashara ina gani kwenye eneo hili? Nauza duka. Unauza duka. Brother mambo vipi? Safi kama kawa. Kama kawa mambo yanasemaje? Safi kabisa. Wewe nikikuona ni kama player hivi. Kweli hujakosea. Wa timu gani? Aha, Red Star timu ambayo haijawahi kuchukua kombe kabisa si ndio? j ila tutarajie kombe msimu huu msimu huu msimu, mna mipango na kombe. Mipango ikoje kule kwenye kikosi sasa kuelekea kwenye mashindano mpaka sasa? saba mipango hziukaitoa kwa sasa sababu ni siri ya timu yeah, lakini tutarajie tu ubingwa. Tayari mmeshafanya usajili wa wachezaji wote ambao mnategemea kuwa nao kwenye mashindano? Ndio. Viongozi wa timu wanasemaje kuelekea kwenye mashindano? Wameahidi ubingwa tu kwa mashabiki na viongozi wenyewe. Kwa hiyo ukiulizwa sasa unasema Red Star bingwa, si ndio? Eh, Red Star bingwa. Shabiki wa chapakazi yuko hapa, yeye ametamba, anasema wao walishachukua kombe na watafanya hivyo tena msimu huu, lakini nyinyi pia Red Star mmejiandaa kwa ajili ya kuchukua kombe. Unatarajia kuwa na ushindani mkubwa sana kwenye mashindano haya kwa kipindi hiki? Kila palipo na ushindani lazima ushindani utakuwepo. Kaha, mambo vipi? Safi. Mimi natamani kufahamu wewe ni shabiki wa timu gani kuelekea kwenye mashindano? Shabiki wa Ghana Star. Shabiki wa Ghana Star. Ghana Star tofauti na kuchukua kikombe kule Murutirima hamjawahi kuchukua kikombe sehemu nyingine yoyote kwenye mashindano yanayofanyika kwenye viwanja vya madomi ya stadium. Kipindi hiki wewe kama shabiki na mipango ya timu inapokwenda, unaona mna uwezekano wa kuchukua kombe? Uwezekano upo, tukimshukuru wala tu tutachukua hapo, tutachukua kikombe. Sawa sawa, mipango umeshaanza kuisikia sikia kule ndani, uenda wachezaji gani mmeleta? Wenzenu hapa chapa kazi na Red Star wanasema wao wanashusha vyuma kutoka ligi kuu, kwa sababu msimu utakuwa umefungwa. Nyinyi Ghana Star kule mipango ikoje kuhusu kushusha wachezaji wenye quality kuelekea kwenye mashindano? Sisi mipango iko pale, tutashusha wachezaji wenye viwango vizuri, sijui tuendelee na timu yetu kaendeleza ubora tuchukue kikombe. Na hapa niko kwenye mtaa wa passenger almaarufu kama kwenye Mitere, nime kuja kupiga stori na wapenzi wa mpira wa miguu mpira wa miguu mashindano ya Nyangasi Super, Ndondo Cup yanayotarajiwa kufanyika kwenye kisiwa hiki mama habari za wakati huu salama natamani sana nikusalimie na sijui nitumie lugha gani kukusalimia kiswahili mama shikamoo mama habari karibu sana hii ni ShaloTV Mama, unayafahamu mashindano ya Nyangasi Ndondo Cup? Ndio nayafahamu. <laughs> E, wewe ni shabiki wa timu gani kwenye timu zilizoko hapa Ghana? Ghana Star. Shabiki wa Ghana Star. Mama, Ghana Star hawajawahi kuchukua kombe kabisa kwenye uwanja huu wa Madome ya Stadium. Kipindi hiki timu yenu mmejipangaje sasa kwenye kuelekea kwenye mashindano haya? <laughs> kipindi hiki tumejipanga vizuri. Bado ninaendelea kupiga stori na wafanyabiashara kwenye mtaa huu wa Passenger katika eneo hili la Nyamitere. Niko na wafanyabiashara tofauti tofauti mbele yangu, yuko mama hapa anauza mandazi matamu kabisa. Nimeambiwa kwenye eneo hili ukizunguka, hakuna muuza mandazi matamu kama yeye, yani huwezi kupata pengine tofauti na kwake. Natamani sana nimsalimie, lakini kwa sababu najua niko Ukerewe na nitajitahidi kutumia Kikerewe pia. Mawe, wacha mawe. Tata. Mama, habari za hapa Ghana, zikoje inapokuja swala la mashindano ya mpira wa miguu? Kama ambavyo unafahamu tunaelekea kwenye kipindi cha mashindano ndondo, mashindano ya Nyangasi Ndondo Cup atakayofanyika hapa. Nyinyi kama mashabiki na wakazi wa kisiwa hiki mmejipangaje kuelekea kwenye mashindano hayo? Tumejipanga vizuri. Wewe ni shabiki wa timu gani mama? Ghana Stars. Vipi hali ya ulinzi na amani kwenye eneo hili kipindi cha mashindano inakuwaje? Kwa sababu tunafahamu watu wanaingia wengi shukuru sana mama, hapa nimefika kwenye vinywaji vya nyumbani, na hapa nitakushangaza kidogo, maana naweza nikasalimia kinyumbani. Naamini wanaweza kuitengeneza hii, ni watu wa nyumbani. Amang'ana, nimekwambia niko nyumbani hapa. Hii ni mitaa ya passenger, katika mitaa yenye mitere. Kiongozi. Habari. Kwema kabisa. wewe ni shabiki wa Chapa Kazi FC? Ndio. mwaka 2023 mlibuka washindi kwenye mashindano yaliyofanyika kwenye viwanja vya madomi. Mwaka huu mmejipanga vipi sasa? Nadhani mwaka huu tuko sawasawa na timu yoyote ile itakayojipendekeza itakutana nacho. mmeshafanya usajili wa kutosha? Usajili tuko safi, kwa sababu tuna jamaa wa John Sharea wa japokuwa ni patu ni hatari vibaya mno kijana. Hatari vibaya mno. Chapa Kazi hoyo Baza. mashindano haya yana hadhi yake, ni makubwa sana sawa. nyinyi ni mabingwa watetezi, mmejipanga vipi kuelekea kwenye mashindano? Ah, sasa hivi tumejipanga vyema sana, na raundi hii watajua. mlipoteza mchezo pale kwenye uwanja wa Kamasi, mnafikiri mwaka huu mnaweza ku revenge kwa sababu washindani wenu wapo ndani? Ah, kuteleza sio kuanguka. Sasa hivi tumejipanga kivingine. unafikiri ukikutana na bingwa mtetezi wa mwaka 2024 ambaye ni FC kwenye ushindi wa 2023 mtaweza kutamba mbele yake? Tuko vizuri, na maana sasa hivi tuko vizuri, kutereza sio kuanguka. Ina maana pale waliposhinda, au walijua wameshinda, lakini sasa hivi tumejipanga, tuko vizuri no. Ukizungumzia vizuri, ukizungumzia chapakazi, unazungumzia timu ya aina gani? Chapakazi ni timu ya wachapakazi, vijana wanapiga kazi, hamna mazegere kazi. kwa nini mlichagua kujiita chapakazi? Kwa sababu tunafanya kazi ni watu kajiita Chapakazi. Ubingwa mtachukua tena blaza? Tutachukua. Tutaweza kutamba. Tutaweza kutamba mbele ya Gane FC. Tutaweza kutamba mbele ya Madomia FC, Uwanja wa stadium Madomia. Tutaweza kuangamiza Zaini ya boindi tatu. Hakuna mezi utakayopoteza Chapa kazi oe. Oe, Madomia stadium. Hapo hapo kwenye uwanja Madomia stadium. Tunaka angamiza hapo hapo. Mimi nitaondoka na neno moja tu kwenye kisiwa hiki, Kwamba Madomia stadium asili yake, Jina Madomia ndiye alikuwa chifu wa kisiwa hiki cha Ghana na ndio ukoo mkubwa kwenye kisiwa hiki cha Ghana. Lakini pia nimefurahi kwenye mazingira haya. Watu hapa ni wakarimu sana na ni moja ya visiwa ambavyo watu wataenjoy vibaya mno ukija kutembea kwenye kisiwa hiki cha Ghana. Mimi niwaalike tu mashabiki wa timu zote ambao zimethibitisha kushiriki kwenye mashindano ya Nyangasi Ndondo Cup wahakikishe ukosi mechi hata moja, kwa sababu hapa unakuja kufanya utalii wa kuona namna kisiwa hiki kilivyo, kumbi za burudani zilizoko hapa, mashabiki walivyo watu wakali sana kwenye kisiwa hiki, fuatana nami na unifuatilia kwenye mitandao. Tunajulikana kama Shalo TV kwenye Insta na Facebook pia tunapatikana. Mimi ni Dennis Kaseza William aka Machunda The Voice, nyuma ya kamera ni Felix Msita, na hii ni Shalo TV.